Meshamalizika, tumeondoka na pointi tatu, tunakwenda mchezo mwingine mgumu, mchezo wa away, dhidi ya JS Kabylie, na ugumu wa mchezo umeongezwa na matokeo ambayo tu, wameyapata JS Kabylie kwenye mchezo wa kwanza baada ya kufungwa goli nne na l al. Bila shaka watakuja na nguvu kubwa kwenye mchezo wao nyumbani waweze kupata matokeo mazuri kwenye kundi hiyo. Dhamira yao ya nguvu kubwa kushinda ndio dhamira ya bila jambo la kuhakishia mashabiki wanachama wa klabu yetu Tunakwenda kupambana, kundi ni gumu, tunakwenda kupambana. Mwenyezi Mungu watujalie inshallah. Kuna pressure yote, kwa sababu inaonekana mnaanza hiyo genini, ukaribia hizi mechi zote mbili Kabilie. Yeah, ili kundi kila mechi ni pressure, hata tuliocheza New Aman Complex ilikuwa na pressure, na hii tunakwenda away na pressure, ila hii pressure yake imeongezeka kwa sababu sisi tunataka zaidi, wazee wanataka ushindi wa kwanza mm -hmm. Kwa hiyo mechi haitakuwa nyepesi, tunakwenda kutoa mechi nzuri hmm. Ni mazingira ya hali ya hewa Algeria, ukiangalia sasa hivi baridi ni kali sana, kwa hiyo lazima ngatu pale siku tatu, ili kuwe na adaptation ya wachezaji mili yao na hali ya hewa. Kwa hiyo hakuna sababu nyingine zaidi ya hiyo, najivunia kwa timu pekee Tanzania, mpaka sasa kupata ushindi no tunajivunia baada ya kwenda robo fainali. Hatuwezi kujivunia ushindi mmoja. Jasusi jasusi mpaka sasa hmm. anaendelea kushusha vitu, tuwe na subira. <laughs>